Si ya kusahau kareke hii, si ya kusahau e bwana. Tunayempigia simu jionia leo, ndio ni kijana mmoja ambaye, mashallah, naam, anaupiga mwingi tena kwa mpigo. Ni kijana ambaye kazi zake safi sana, ndio ni kijana ambaye e bwana, tuweza semaje bosi wangu? Tuweza sema Nairobi ni mwenyeji na Nairobi ni home. Nampigia simu anaitwa nani? Muzikal Sheriff Captain. Muzikal Sheriff. Vipi Captain? Inakuaje? Salama sana nashukuru. Mimi naitwa Billy Mia nakupigia simu kutoka Radio 47 niko na Mbaruk mwalimu. Naam. Kamanda inakuaje? Kabisa nashukuru. Nasikia mtaani wanakuita DJ Basmat. Mimi Mia Basmat survivor. <laughs> Ala. Mwanangu kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Naam. Where we call someone Uhum. Anatuambia incident moja katika maisha yake ambayo hawezi kuisahau. No. Itakuwa ni mze <laughs> nini mzee baba? Aya sasa basi ndio hiyo, ndio hiyo kabisa, ndio hiyo. Yaani ilifanyika mara ya kwanza. Gani? Wapi? What happened? Kulitokea nini? Uliwekewa mchele? <laughs> Wala hii si mchele niliwekewa. uh -huh. E, inaitwa ni spray nilipigwa. uh -huh. Nilikuwa tulikuwa kazini, ndio klabu moja pale inaitwa Whisky Heaven. Okay. hmm? yes. Sasa um, katika wale ma, ma fans tulikuwa nao pale kwa klabu, kulikuwa ilikuwa asubuhi kama saa kumi na moja tunafunga kazi, naam tuko na rafiki yangu, tumefunga kazi, mshaletewa mitambo kwenye meza laptop nini. Ndiyo. Uh, na kama tulikuwa watu kama watatu, tulikuwa mimi wawili, na kulikuwa meza next kulikuwa na vijana uh, kama wawili. Kuna kuna binti fulani, naam, nilikuwa nimemwona wakati mara ya kwanza alikuwa anakuja ku, alikuja tukianza hiyo event. Mm. Akaja amekaa meza next hivi katika yeah. Okay. Ile, sisi ma-DJ tukiingia tunakaribisha watu kwenye nah. Event, event ni ya kwanza oh, nah. Hey, tumeanza rege hapa karibuni kila kila Tuesday karibuni sana uh -huh. Kuja na marafiki zako e, nikawanulia pia unajua kinywaji mbili tatu hapo kwenye meza nikaondoka, nikarudi meza yangu, ndio mara siku ya kwanza nilipomwona nah. Mara ya mara ya pili ni hii siku eh -eh na hiyo siku ya kwanza alinipa mpaka namba yake ya simu, kumbe namba ya simu alikuwa amenipa sema ni rafiki yake. Okay, so nikawa na watumia posta, vipi, hamuonekani lakini ajibu kwenye message. Nashanga ah, kwani huyo alipotea wapi? no. na mara mbili, aa, nikamtumia posta lakini aongeeni ka namaza, nikaachana. Labda hawa ni wale mafans, mara moja moja wale random ndio Um, baada ya hapo nakuja kuja kumuona hii siku sasa, na mzala amekuja mka karibu meza yangu, next nikamwona, nikamkumbuka kam kabisa. Vipi, ukamwambia you look familia, eh, habari za leo eh, salama sana umepotea wapi? eh uh -huh. ah, oh, kazi kazi, mara zi nisafiri mimi mwenyewe, mimi mwenyewe, wakati nilikuwa nimetoka nilikuwa nimeenda tour ya Qatar Dubai, ndiyo nimekuja nimejaja <laughs> kuna hela <laughs> ya <laughs> alafu demu keki dem keki dem rembo <laughs> <laughs> <laughs> lakini sasa hey, amekuja karibu mbele yangu hivi kidogo sasa. mm -hmm. Namuona namuona, si yule alikuja siku ya kwanza, kamuuza lao, umepotea wapi? mbona uji rege siku hizi e? Akaniambia kazi kazi, imekuwa hivi kamujana leo. Unajua, wakati mlimuona mara ya kwanza, walikuwa wawili na rafiki yake hii ingine ala, uko uko peke yako leo ati? Eh, niko peke yangu hapa, si ndio? kana sisi hapa tuko mara tuko mara sisi leo tumekaa watu karibu saba kwenye meza. Naam. Ndio kaka, karibu na sisi hapa kana sisi hapa. Mhm. Mm, ah, kidogo kakaona kama resist. Mimi mwenyewe si ningewacha na resist hivyo. Ehe, kierere chako. Ehe, kierere changu tu. Ehe. <laughs> A, kuja, kali, eh eh. Akuje akaliebe, akaja akakanda huko. Naam. Tunapiga piga story, watu napiga story usiku mzima salama kabisa, na kuna watu wamekaa meza next hapo, eh. Naam kawa mimi, kuna rafiki yangu pale alikuwa na- i mean amerusha mizinga kweli eh, mm. Bla, matel matel kama tatu amerusha, zimekuja zimekuja, asante. Yule yule mwana dada akaniambia, eh, mimi leo hiyo nguvu sina, lakini wacha nimle mafanzi wako wawili, eh, kinywaji. uh -huh, ehe akawambia hiyo wale bajama walikuwa wamekaa meza next. Naam, eh? kidogo baadaye kama saa tisa asubuhi hivi akapigia rafiki yake mwingine simu, akamwambia eh, njoo njoo bana. Mi akaniuliza nikiita marafiki yangu hapa mmoja, unaonaje? Kwa mimi sina shida, hata hata voa ni mingi hapa, kama siwezi maliza mwenyewe. Una hela, huwezi isha, mi mwenyewe nimejaajaa. uh -huh. <laughs> Hasa yule si akampigia simu yule rafiki yake, akaja Si wana wana so, ye, company, saa he rafiki yake si amekaa wao wenyewe wamekaa kule. So unajua mi kama yeye hana company, sasa ameita mwenzake wapige story naye. Naam no. hatukwa tunajuana vizuri. hata hivyo asubuhi kufika saa kumi na mbili saa kumi na moja na unusu ndiyo tunafunga kazi mmhm. Basi tuna tuna tunaagana tuna si tunaendoka. Ehe, mnaonaje? utaonana e, next uz mtakuja rege hhe tutakuja. Sasa tukienda kuinuka hivi e, yule mwanadada ananiuliza vipi? Ehhe, tunaenda njia gani? Mmhm, ukamwambia mimi naelekea ya eh uh, naitwaje, Kiambu Road ndiyo, nichukue nikielekea zangu Buruburu. Naam, naelewa na na, nikiendelea zangu Eastlands. Ah, sasa yule madada kanambia basi, si mtu patie lift eh, sisi tunaishi tunaingia Kitome, tunaingia tome estate. Naam, eh zamtu wache pale kwenye daraja tuchukue gari nyingine tuende aje? Okay. Ukaona si mara moja tu, one time tukidrop pale haraka upesi. Unaona <laughs> hiyo roundabout ya kuingia to message? Ehe. Kuvuka kidogo pale wanauza maua hapo kando, hapo Northern Bypass. Ndio. Hapo kando ya ukishapita hizo maua kidogo kando ya barabara mtuliamkia hapo. Muliamkia mko Muli mkia kwenye gari mko nyi wawili na hamna shi, hamna kitu. Mko nyi wa sisi wawili, hamna simu, hakuna laptop, hakuna nini, tunataka tunaamka sasa na mchana jua imewaka. Jeez. Sasa sisi tujui kuliendaje between hapo kutoka, sababu mi najua nikiendesha gari nakumbuka nikipita mpaka bridge yes, nakumbuka nikiona mpaka ile round about, nakumbuka nikiona. Alafu niulize ulize, yes, hawa mababes mpaka leo hamjai kutana tena. Unajua nilienda nika ripoti, unajua baada ya hapo naam. No. Um, nikawa kumbe walianza kuandikia watu message oo, oh, nitumie elfu kumi ntakurejesha, ah. baada ya wanawa ah. Masa, ah. Mmoja aka- akawana ame-, ameandikia marafiki zangu. Sasa marafiki zangu wakaona ile wakastuka, akaandikia ndugu yangu, hela vipi Sherifu simu tu akuomba pesa hivi vipi, anatuomba pesa, atie tupatie elfu kumi atarudisha. baada ya wana okay, kupigia simu ndiyo, niko mteja, kajari kupiga rafiki yangu simu ako mteja pia, yes, mara hiyo akafanya mbinu zake mbili tatu, naam, kafanywa tracking kidogo, ikaonekana simu yangu imezimu, imezimika imezimua uh, karibu hapo uh, Windsor ohhwee okay. Kama semekana kaanaandikaga siku ambayo sitawaisahau tena kwa mpigo zaidi. <laughs> Lakini mimi nilisahau hiyo, sababu sikumbuki. Eh bwana, pole sana Sherif busangu, ukiipata mahali njoo tukulipe, na hii si ya kusahau.